Eh, asante, asante mganga eh. Bwana mganga mi nimekuja hapa eh, na, na, matatizo kidogo nahitaji msaada wako bwana, mi shida angu, na shida bwana mi shida yangu nataka dawa nilikuwa nataka ah, dawa mapenzi gana yani, nikiwa mwanamke namtongoza nikataa, kila mwanamke namtongoza nikataa. Sasa nataka dawa, yani yoyote yule nikimtaka mimi au anikubali. Pesa sio sana mimi, nataka tu na dawa, sababu nikiwa na dawa nitapata kila kitu, pesa nitakuwa zinakuja Nisaidie mganga, nisaidie e. Naam naam, naam naam, naam. Utaweza masharti yangu mimi? Wewe Mganga mi nipo tayari kwa lolote lile. Nisaidie kwa lolote, mimi nipo tayari naam, ndo maana nimekuja kwako mganga, kwako mganga, walikuwa wanapenda sana kuniita timba, utimbiwe.

Sasa nataka kitu kimoja. Sasa mashati yangu vua kwa hiyo, ndo masharti. Kama utayaweza masharti yangu, una unamaanisha swali Yo, umemakinani? Eti wewe mbona, mimi kama naona bado wewe hujamaliza nguo. Sasa hapa hili hapa unaliona hili, haya maliza hiyo nguo yako mwingine. Sasa nikimaliza nitakufanyaje sasa mganga? Hili umeona hii hii kwenye kwenye pachu, pachupachu hapa sawa, kuna dawa alafu niweke sawa. Kwa hiyo wewe nikikuweka hii dawa, kwa hiyo mwanamke yoyote wewe akukataa. vua ah. Kaptula kwanza. Sasa masharti mengine ndo maana kijana, nili kuuliza kitu kimoja, unaweza masharti ukaniambia, oo, naweza ngakwambia unaweza, naweza. Sasa bado hujamaliza masharti hayo. Ah, Ah, na na hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo ya chini. Basi basi tu. Kwa kwa Kwa kwa umeshinda. Mimi mimi mimi mimi. mimi nimeshinda mjana. Ule hivi wewe, ningekwambia siwezi. Naomba nibadilishe. Labda unibadilishe tu mashati. abda adnkubadilishia hivyo wewe tumekubaliana hapa mashati. Sasa kwaaja, sasa hii hivi mimi mimi. Ah, ngumu ngumu bwana, tu, tu hapo katika kikapu. Hamna hamna, hiyo ndio shati la kwanza. Sawa, so, na shati shati shati inawezekana kufanyika jambo hilo kwa haraka sana. Sasa wewe unaniambia nyingine gani? shaibayoa